i kwamba wakazi wa Kambiti na Maranjau katika eneo bunge la Maragua, kaunti ya Murang'a, wameelezea ghadhabu yao kufuatia hali mbaya ya barabara inayounganisha maeneo hayo, wakisema wameachwa nyuma kimaendeleo kutokana na miundombinu duni. Wanasema kwamba barabara ya Kambiti kuelekea Kiambamba Maranjau imekuwa changamoto kwa miaka mingi, huku viongozi wakielekezeana lawama kuhusu ni nani anayestahili kuikarabati kati ya serikali ya kaunti na serikali kuu we don't have uh, adequate uh, uh, vehicles so you can imagine with one uh, vehicle you you need to ferry on a daily basis you need to ferry like 20 uh, 20 uh, offenders to court or to hospital or to wherever with that poor road So it's a, it's a security risk ADMP alisema mm hii -hmm. barabara si yake. yake tukimuuliza mambo ya barabara anasema sijui barabara ni za county, ni za MCA lakini tunaona tu barabara kutoka Siobo kuenda Kigekero haifai kuwa ya MCA, sababu MCA ni wa Kambiti Maragua rejo. So kuna kama hoa ward, kuna Makuyu ward, so tunaona hiyo barabara inafaa kuwa ni ya MP. Ile shida tukara hapa sana ni barabara ndio baya sana, kwa sababu hata saa nyingine unakuta umeagusa mtu na sio kupenda, ni juu sasa dudhi imeteresa, unakuta uko chini na kama